Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Joseph Kabila amehukumiwa adhabu ya kifo na mahakama ya kijeshi nchini DRC, baada ya kupatikana na hatia ya uasi, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Hatua hiyo inafuatia tuhuma kwamba Kabila amehusika kuwafadhili wanamgambo M23 waliokuwa wakiungwa mkono na Rwanda mashariki ya Kongo. Kabila, aliongoza Kongo mwaka elfu mbili na moja hadi mwaka elfu mbili na kumi na tisa, Amekana kosa hilo na kusema kuwa hukumu hiyo ni ya kisiasa. Msimamizi wa kesi hiyo mahakamani, Jenerali Joseph Mutombo Katalai amesema Kabila ana hatia: mauaji, ukatili wa kingono, mateso na uasi. Rais huyo wa zamani wa Kongo DRC hakuwepo mahakamani na hajulikani alipo. Mahakama pia iliamuru Kabila alipe takribani dola bilioni hamsini kama fidia ya serikali na Waafrika. Tangu mwishoni mwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, Kabila amekuwa akiishi zaidi nchini Afrika ya Kusini, ingawa alionekana katika mji wa Goma unaodhibitiwa na wasi wa M23 mashariki mwa Kongo mwezi Mei mwaka huu.